Nikukaribishe tena katika mafundisho mazuri ya neno la Mungu katika somo fupi kabisa, ambalo tulikuwa tukiendelea nalo, lilikuwa linasema ukiona unajiuliza ufanye nini, hiyo ina maana kuwa huna kitu ndani yako. Sasa kitu ulicho nacho ndani yako kimebeba nguvu ya kukutambulisha, kina nguvu ya kukuinua kina nguvu ya kukupa nafasi. Huna sababu ya kufanya vita na mtu, kupigana, kupambana, kuwanga, kuloga kwa sababu ya nafasi fulani. Ukiona unafanya hivyo, hiyo ina maana wewe huna kitu ndani yako. Tunamuona Daudi alikuwa na kitu kilichomtambulisha kwamba ye ni nani, mara tu baada ya kumuua simba na dubu na kumuua Goliath, Biblia inasema mfalme alimchukua Daudi na kumfanya kuwa akida wa jeshi lake. Hii inamaana kuwa mfalme aliona kitu ndani ya Daudi, aliona kitu ndani ya Daudi kabidi amchukue. Na nafasi unayoipata kwa sababu ya kitu ulichonacho ndani, hakuna anayeweza kuichukua, hakuna anayeweza kuitumia nafasi ya kitu ulichonacho wewe ndani yako. Biblia inasema walipoiona neema wakampa mkono wa shirika, au wakawapa mkono wa shirika, maana kuna kitu waliona ndani ya hawa watu, wakaamua kuwapa mkono wa shirika. Kwa hiyo watu wanakujia kitu ulichonacho, yaani kitu ulichonacho kinawaleta watu kwako na kinakupa wewe nafasi mahali ambapo kile kitu kinataka kipate nafasi. Sasa Biblia inasema kipawa ni kama kito cha thamani kwake na aliye nacho kinapogeuka, huyu mtu anafanikiwa. Vipawa vya kimungu vinahitaji nguvu ya Mungu ili vigeuke. Hata kama una kito ndani yako, lakini kama huna Mungu hakiwezi kugeuka. Unachohitaji kuanzia sasa ni kuliingiza neno la Mungu ndani yako, au kumuingiza Mungu kwa njia ya neno Uanze kuliishi neno la Mungu ndani yako ili ile neno lifufue vitu ambavyo viko ndani yako, au kitu kilicho ndani yako kama kimekufa au kimekaa tu, kipo kipo, lakini kipo ndani yako. Mungu hakuleta mtu ambaye hana kitu duniani, ila kwa sababu ya makuzi na malezi, kuna vitu vingine vimekufa ndani yetu. Kwa hiyo mimi ni kuombe, anza kusoma neno la Mungu na kuliishi hili neno litakuhuisha wewe, litakufanya wewe ujitambue na uone kitu kilichomo ndani yako, na watu watakiona na kitakupa nafasi, hutahangaika ufanye nini, hutapambana. Wewe una kitu ndani yako, kinahitaji tu kuamshwa au kinahitaji nguvu ili kiweze kutoka. Basi Mungu wangu akubariki na akutendee mema. Endelea kuyafuatilia masomo haya katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube na Instagram na TikTok. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu. Amen.